Anipenda karibu sana katika somo la leo ambalo linasema, omba hivi ili Mungu akutendee. Na kabla hatujaendelea sana na somo letu fumbe macho tuweze kuomba. Baba yetu mwema, tunakuja mbele zako, tunakushukuru kwa nafasi na upendeleo wa ajabu ambao umetupatia katika maisha yetu siku ya leo. Tazama msikilizaji na mtazamaji ana, ana, ana, ana, ana kitu ambacho, ambacho Mungu kinamfanya wakati mwingine, aliye ajawe na maumivu makali, ajawe na simanzi, anajisikia kudhalauliwa, kutoheshimika amekuja mbele zako ana anahitaji umtendee, amekuomba muda mrefu, anahitaji umwonekanie tena. Nami namleta mbele zako, ukapate kumfungulia njia, ukapate kumsaidia. Tazama, anabisha hodi anatamani umfungulie mlango, uweze kumtendea jambo fulani. Nami namleta mikoni mwako nikimwachia katika nguvu zako na mamlaka yako, ukamfanyie katika wakati huu, akauone utukufu wako, akashangilie kwamba wewe Bwana umemtendea. Kwa jina la Yesu, amina. Katika kitabu cha Ruka 11 fungu la tano mpaka la nane neno la Bwana linasema akawambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu nikopeshe mikate mitatu, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu toka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani akijibu akisema usinitabishe, mlango umekwisha kufungwa, nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi ondoka nikupe. Nawaambia ya kwamba isipokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kuomba, ataondoka on, ata na kumpa kadri ya haja yake. Waya nirudie fungu hili, anasema nawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kuomba ataondoka na kumpa kadri ya haja yake. Oh, mtu huyu ameenda kwa rafiki yake, amepata shida usiku wa manane, anatafuta mikate mitatu ya kuweka mbele ya rafiki yake, kwa sababu ametoka safari ya mbali na ni usiku wa manane. Anaenda kugonga kwa rafiki yake, anamwambia nisaidie mikate mitatu ili niweze kulisha mgeni wangu Rafiki <laughs> yake anasema kwamba siwezi kukupa kwa sababu na, siwezi jitabisha, usinitabishe kwa sababu nimelala mimi na watoto wangu. Unajua hawezi kumpatia kwa sababu ni rafiki yake, ila kwa sharti moja tu, endapo ataendelea kuendelea kumwomba, endapo hataacha kuendelea kuomba, ndicho kitu ambacho kitamfanya aweze kupewa mikate mitatu. Ha, kumbe kuna siri hapa Hatupokei tu kwa sababu uh, kwa sababu uh, Mungu anatupenda, hatupokei kwa sababu tu Mungu ni rafiki yetu, sio kwamba tu tukiomba mara moja. Wakati mwingine Mungu anatupatia kwa sababu ni rafiki yetu, ni kwa vile tunavyodumu kuendelea kuomba. Fungu hili limebadilisha sana maisha yangu. Nimegundua siri ya kupokea kutoka kwa Mungu ni kuendelea kuto kuacha kuendelea kuomba kuendelea kuomba. Siri ni kuendelea kuomba. Rafiki huyu ana, ana, anaomba mikate mitatu... ana shida ya mikate mitatu. Wakati mwingine una shida ya ugonjwa wako wa zaidi ya miaka mitatu. Wakati mwingine una shida ya umasikini wako umekutesa zaidi ya miaka mitatu. Wakati mwingine una shida una shida ya kusalitiwa zaidi ya mara tatu. Una changamoto ya maumivu ya moyo, unalia machozi zaidi ya miaka mitatu, unatamani siku moja Mungu afungue mlango, afute machozi yako. Wakati mwingine umejaribu na kushindwa zaidi ya miaka mitatu, umesumbuliwa na no, umaskini, dharau, kuchekwa, mazoea ya dhambi, nguvu za giza zimekufunga zaidi ya miaka mitatu na wakati mwingine imefikia hatua unahisi una ni kana kwamba unajihisi kana, kana kwamba ni mdhambi sana. Unajihisi ufai tena uwezi tena, hutapona tena, unajihisi hutazaa tena, unajihisi hutasoma huta tena, hutapandishwa tena, hutanyamaza tena. Ni kwa sababu Mungu imeonekana amenyamaza, mlango umefungwa, anasema usinitaabishe, oh, kwa vile asivyoacha kuomba ataondoka na kumpatia o oh, Mungu ataondoka na kukupatia afya badala ya maumivu. Ukiendea kuomba Mungu ataondoka na kukupatia utajiri badala ya umaskini. Ukiendea kuomba Mungu atafungua, ataondoka, atafungua na kukupatia furaha badala ya machozi, mtoto badala ya utasa, heshima badala ya dhalau mavazi badala ya uchi, haki badala ya dhuluma. Mungu uh, ukiendelea uki kuomba pasipokuacha, Mungu atafungua ataondoka na, na, na kukuinua badala ya kushushwa, atakupa haja ya moyo wako, atakupa shibe badala ya njaa. Oh, Mungu atakweka huru na vifungo ulivyofungwa na shetani kwa muda mrefu, kama ukiendelea kuomba, kama ukiendelea kungoja, Mungu atakutendea muujiza wako. Omba upate afya, maumivu yaondoke katika mwili wako hadi upate. Omba utajiri, omba kila siku, mwombe Mungu akuinue aku akupandishe aku aongeze, au, uchumi wako hadi uchumi utokelezee hadi utajiri upate o. Omba furaha hadi itokelezee katika maisha yako. Omba mtoto hadi upate. Omba heshima hadi ifike omba kuinuliwa, omba vifungo viachie, omba minyororo ikatike. Yote yanawezekana kwa Mungu sili. Usiondoke kabla Mungu hajafungua mlango, usiondoke kabla Mungu hajakutendea muujiza, usiondoke kabla Mungu hajaondoa maumivu katika mwili wako, usiondoke kabla Mungu haja hajafanya kitu fulani, hajaleta tabasamu na kicheko katika maisha yako, usiondoke mpaka Mungu afanye tukio ambalo litashitua majirani. O oh, usiondoke kama Mungu hajafungua mlango, endea kubisha, endea, endea kumwambia Mungu nina, nina shida, niko hapa nyuma, nipo hapa nje ya mlango, endea kugonga mlango, endea kusubiria, piga magoti, mwombe Mungu. Mungu hatanyamaza, anasema atafungua mlango, oh, atakupatia haja ya moyo wako. Kwa nini unachoka kuomba? Kwa nini unachoka kusubiri kwa nini unachoka una, una, una unajikatia tamaa? o, Mungu anataka uendee kuomba. Mungu anataka uendee kung'ang'ana katika maombi. Mungu yuko tayari kukupatia haja ya moyo wako. o, namwona Mungu yuko anafungua a, kufuri la mlango, anataka afungue mlango aje kwako, kupatie mikate mitatu kama rafiki yule. Tazama a, alivyo, yule rafiki yake alivyoendelea kugonga na kumwambia, rafiki yangu nisaidie mikate mitatu o, rafiki yangu nisaidie na shida, kuna mgeni amenitembelea. oh, rafiki nisaidie. Tazama rafiki, namwona anafungua mlango, anaamka katika kitanda chake, fungua mlango, anampatia rafiki yake mikate mitatu o, Mungu amekuandalia zawadi. Kama ukiendelea kuomba na kusubiria, Mungu amekuandalia zawadi ya mikate mitatu amekuandalia zawadi nzuri, amekuandalia zawadi ambayo umengoja kwa muda mrefu, ambayo umelia na kutoa machozi kwa muda mrefu. Endelea kuomba sili, endelea kuomba, endelea kusubiri hadi Mungu afungue mlango, endelea kusubiri hadi Mungu akutendee, akupatie haja ya moyo wako, hadi Mungu abadilishe historia ya maisha yako, abadilishe historia ya familia yako. Nami katika jioni ya leo, katika wakati huu, nataka nikuombee kwa jina la Yesu akapate kufungua mlango, akutie nguvu kuendea kuomba na kungoja. Usiondoke, usiwache mlango, usiondoke, subiria, ng'ang'ania ahadi Mungu, ahadi zake ni kweli. Mungu aliahidi hatakuacha, Mungu aliahidi atakuinua. Endea kusubiri, endea kungoja, Mungu hatakawia. Baba yetu wa mbinguni na kuja mbele zako namleta msikilizaji huyu na mtazamaji huyu mikoni mwako. Tazama, amesubiria mlangoni kwa miaka mitatu, amesubiria mlangoni akibisha. Umsaidie na maumivu yake ya ugonjwa wa muda mrefu. Mungu ukamsaidie, ame amesimama mlangoni akibisha usiku wa manane katika fedheha na dhalau ambazo anaonyeshwa kila siku. Anahitaji, Mungu, umletee heshima na mika katika wakati huu na namwombea kwa jina lako, ukapate kumwinua kwa subira ambayo ameonyesha, ukamtie nguvu hadi utakapofungua mlango. Na wewe, Mungu, hutakawia, kwa sababu hupendi machozi yake, kwa sababu hupendi kuumia kwake, kwa sababu hupendi dharau zake, hupendi, kwa sababu hupendi kulia kwa familia yake, haupendi umaskini wake. Mungu hutamwacha Ulisema kwamba wewe uko na sisi, unatupenda, unapita katika nasi katika bonde la uvuli wa mauti. Tufungulie mlango Bwana katika siku ya leo, tuonekanie tu Bwana, tupatie mikate mitatu, turudishie furaha yetu mara tatu ambayo ilipotea, kwa jina la Yesu amina.